Unayoitazama ni runinga magharibi na hizi ni habari za magharibi jioni, taarifa za utendeti na ambazo haziegemei upande wowote. Moja kwa moja katika taarifa inayotufungulia awamu yetu ya pili ya habari zetu hii leo ni kuwa shughuli za matibabu zilitatizika kwa muda mjini Bungoma baada ya wahudumu wa afya walioajiriwa wa kwa kandarasi chini ya mpango wa UHC mwaka wa 2020 kuandamana kutaka serikali iwape ajira ya kudumu. Kwa mengi zaidi, huyo hapa mwanahabari wetu Bedaya Toet. Wahudumu hao wanadai kuwa inasikitisha serikali haijaweza kutimiza ahadi ya kuwapa ajira ya kudumu baada ya kufanya kazi kwa miaka minne kufikia sasa, wakisema hawatarejea kazini hadi ahadi hiyo itimizwe. Today as you staffs we are here

and they were given another contract for one year with a promise from the government that they shall be transitioned to permanent and pensionable after the one year but after the one year no UHC staff was transitioned to permanent and pensionable from the counties. Teseka na tujui hatima yetu ilivyo kwa sababu hawezi endelea kuajiri watu katika permanent and pensionable terms katika Bungoma County. na sisi wa UHC atuwezi apply. leo hii tunakuja kusema governor sisi tunafanyia kazi county government ya Bungoma, na hii kazi tunataka tupewe kazi ambayo ni ya kudumu. Wameongeza kuwa wamekuwa wakipitia changamoto nyingi kazini huku wakikosa marupurupu hitajika, wakitaka serikali kuingilia kati kuhakikisha masilahi yao inaangaziwa sawia na wengine katika taaluma hiyo.

Wametishia kuzidi kuandaa maandamano na kulemaza shughuli za matibabu hadi matakwa yao yaangaziwe ikiwemo kulipiwa fedha za uzeeni. Kuna pesa ya NSSF tumekuwa tukikatwa na haijakuwa ikilipwa kwa miaka mitano yenye imepita. Hiyo pesa inafaa ilipwe sasa hivi, manake hiyo pesa iko, hiyo budget ilishapitishwa zaidi ya 17 18 hivi. Kuna nesi, kuna afisa tabibu, kuna daktari wa maabara, kuna Pharmaceutical Technologies kuna occupational therapist, physiotherapist tuko zai tuko, tuko, public health nutritionist tuko jumla ya wanaafya wote. Nikiripotia runinga ya Magharibi kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Bedaya Toet.